Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mohamed Gharib Bilali amesema serikali haitawafumbia macho watu wanaochochea migogoro baina ya koo na koo pamoja na jamii za wakulima na wafugaji kwa maslahi binafsi. Dr. Bilali ametoa kauli hiyo wakati akifungua rasmi maadhimisho ya tamaduni za Kisukuma yanayojulikana kama Bulabo mkoani Mwanza. Mwanahabari wetu Projestus Binamungu ametuandalia taarifa ifuatayo. Burabo ni sherehe za jaji zinazoadhimishwa kila mwaka katika uwanja wa Red Cross Kisesa wilayani Magu mkoani Mwanza. Lengo kuu ni kusherehekea sikukuu ya mavuno pamoja na kutathmini masuala mbalimbali yanayohusu uchumi, amani ya na maendeleo ya nchi. Ili kuendeleza utamaduni huu mzuri wa kufanya kazi, kituo cha utamaduni Bojora kimeamua kuanzisha chuo cha kilimo na mifugo kwa lengo la kutoa mafunzo kwa wadau, wetu ni kuendeleza mila na desturi zetu kwa kuzikubali kuzisafisha na kuzibebesha wema utakaotusaidia kuishi kwa upendo amani na mshikamano wa kweli katika taifa letu la Tanzania. Katika hadhara hii yenye shauku na maadhimisho hayo, makamu wa rais Dr. Gharib Bilali akawahutubia wakazi wa mkoa wa Mwanza, akisema serikali kamwe haiwezi kuwafumbia macho watu wenye nia za kuharibu mila, desturi, tamaduni na maelewano baina ya Watanzania. Tunapambana na wale wanaoleta ugomvi kati ya wakulima na wafugaji tutapambana na kila mtu mwenye nia mbaya dhidi ya mwingine katika nchi yetu hii. Watanzania wote ni sawa. Katika kulisimamia hilo, ndio maana yuko miongoni mwa wanachama wa chama cha mapinduzi CCM waliotangaza nia ya kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu ujao, kwa sababu mambo tunataka kushughulikia ni mapepo mazito magumu. Ukikisha, waleukua, na lazima uhakikisha tunapata mtu aliyokuwa anaweza kuifanya kazi hiyo kwa ujasiri yupo katika kazi hii kwa miaka mingi, ameifanya, ameiezi, ameituza, ameitukuza na amehakikisha taifa hili linasimama na litasimama kama Jamhuri ya Muungano Tanzania miaka na miaka ijayo. Katika thelathini nimo, kama ni thelathini na moja na mie nimo, kama ni kumi na moja na mie nimo. Licha ya maadhimisho hayo ya siku nane kulenga kuonesha mavuno ya shughuli za kilimo, wakulima wanasema hali ya mazao shambani sio shwari na mavuno ya mwaka ilinye huu ni mabaya. Maana yake mvua ilinyesha mwanzoni ikaja kunyesha mwishoni. Kwa hali ya hewa ya, ya mavuno ni mabaya, lakini hii sherehe na yenyewe inajitegemea. Kinachotakiwa ni kumtafutia mkulima namna ya kuweza kumpatia maji. Aidha, kumtengenezea mabwawa alafu aweze kulima, aweze kuvuna, lakini swala la kumfanyia sherehe wakati hawezi kupata chochote, sidhani. Awali kabla ya kuzindua maadhimisho hayo, Dr. Bilali ametembelea makumbusho ya tamaduni za Kisukuma Bujora. Projestus Binamungu, Star TV, Magu, Mwanza.